Na ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dishi ya Nairobi, ninunue mashine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashine ya kutengeneza chapo hmm. Milioni moja. Rafiki yangu mmoja hapa ameniambia Mwakileo mm. Nipigie simu okay, nikwambie hadithi ya chapati vizuri. Mkwehu ni nini wewe? hmm. Unanikatia, katia simu nini wewe? hmm. hmm. hmm. hmm. Niko kazini bwana. tuko kazini. asante. <laughs> Mti Mheshimiwa habari ya Mheshimiwa? Niko salama, niko salama. Watu, Wow. Hey. What's trending this morning? Ni chapati, chapati, chapati. Ah, chapati, chapati. Niambie mambo ya chapati. Nipe nipe hadithi ya chapati rasmi. Umepata mashine ya kutengeneza chapati milioni moja uh. <laughs> Unajua? Mm. Eh, history ya chapati unajua ilitokea wapi? Mm-hmm. Uh, wakati wote tunaenda katika hizi mpango za county za dishi na county. Yes dava nakiuliza na, na tuwaongezee nini? yes. wengi wanasema tuongezee chapati. yes. tuongezee watu chapati tu, watoto wanalia chapati. Yes. yes. awakaulizwa nyinyi, mnajua ni watoto wangapi wanakula ndio? Kila siku watoto zaidi ya 345,000 wanakula. Exactly na kila mmoja atahitaji chapati mbili ndio, hiyo ni chapati elfu mia sita okay. Mia sita karibu elfu mia saba ndio. Halafu pia unajua kuna walimu hapa watakula hapa, kuna kuna za kuojwaojwa kaa ikafika ile one million ndio, na kweli kuna mashine yes. Mashine iko upande wa India kama umeiangalia, angalia kwa mtandao, ulikuwa unaangalia, umeiona inatoa chapati. Ehe, na inakuja mashine, inakuja hii, no, inakuja acha, ni mtakao mnaikula <laughs> <laughs> hapo Hebu nikuulize, ah, eh, hii, hii mashini eh, inaweza kuivisha chapati kama zitoke kama chapati za eh, mamake Halima. Sasa unajua mamake Halima eh. Zake anaongeza tui na kuongeza uh, mashamra shamra ndani eh, haziezi raruka kama kitabu ya hesabu eh. Eh, labda itakuwa imekauka kidogo lakini eh, chapati iko na chapati inakuja okay. Kwa hivyo mashini inakuja kutoka India, wacha hata mambo ya chapati mm. Na inakuja na nyama. Wewe unajuani ng'ombe wangapi wanataka kuchinjwa kila siku? Tuambie mheshimiwa eh, tuambie wewe, piga hesabu ya ng'ombe ng'ombe moja, yeah. <laughs> ng'ombe moja inalisha watoto wangapi? Yeah. watoto wako